Bwana Yesu asifiwe. Karibu Faith and Health Ministries. Leo tena nimekuandalia somo zuri ambalo linasema kwa nini baadhi ya wanaume wana mvuto wa ajabu. Umewahi kukutana na mtu mahali fulani, si kwa sababu ni mzuri wa sura, sio kwa sababu hata ana fedha akakuvutia, ukashangaa, unahamasika kumwangalia, hata unatumia dakika nyingi kumwangalia. Wakati mwingine unamwangalia unarudi, unamwangalia unarudi. Unadhani ni kwa nini? Iko siri hii, nisikilize vizuri. Leo natamani nikueleze kwa nini baadhi ya wanaume wanaonekana kuwa na mvuto wa ajabu kuliko wengine. Mwanaume anapoamua kutunza mbegu zake, anatengeneza nguvu ya ajabu ndani yake, ambayo inampeleka kufikia levo inayoitwa sex sublimation. Sasa, sex sublimation maana yake ni nini? Ni ile hali ambayo mwanaume anayetunza mbegu, anayepractice semen retention, anaifikia wakati ambapo mawazo yote ya ngono yanaondoka ile mawazo yote ya kuwaza tendo la ndoa yanafutika kabisa, na nguvu yote ya ngono inahamishwa kwenda kwenye ubunifu na maono. Na daima mwanaume huyu anatengeneza mawazo safi ambayo tunaita pure thoughts, ambayo daima humwelekeza kwenye ibada. Hii humpatia nguvu za ajabu za kiroho ambazo ndizo zinatengeneza huo mvuto unaoitwa high magnetic personality, na ndio unashangaa, unakutana na mtu unatamani tu kumwangalia, anakuvutia unapomwangalia. Wakati fulani unatamani awe rafiki yako, ama unatamani tu kumsalimia, yani namna mnasalimiana, wewe mwenyewe unasikia raha ama furaha kwa sababu ya nguvu ya ndani aliyozalisha mwanaume huyu kwa sababu ya kutunza mbegu zake, ambayo ndio tunaita Semen retention na unakutana na mtu ndio unakutana na mtu, wakati mwingine unampenda bila sababu, haja ya kufanyia jambo lolote zuri, hamna historia ya muda mrefu ama ya miaka mingi, lakini unajikuta unavutiwa na yeye, na hii sasa ndio ilikuwa ndani pia ya Yusufu. Yusufu anapofika Misri, ana high magnetic personality. Farao anapomwangalia viongozi waziri mkuu anapomwangalia Potifa anapomwangalia anavutwa, kwamba huyu ni mweke kuwa kiongozi. Si kwa sababu hapakuwa na wasomi katika nchi ya Misri. Hapana, ni kwa sababu ya magnetic personality ambayo Yusufu alikuwa nayo. Na hii vijana, tumeitwa kuwa nayo. Ukiwa na hii, utashangaa vitu vingi unavifanya. Wakati mwingine unafanya kitu kidogo tu, lakini unaona bosi wako kazini, unaona viongozi wako wakikisifia, sio kwa sababu wewe ulikuwa tofauti sana na wenzako katika kufanya, lakini nguvu ya ajabu ambayo Mungu anaiweka ndani yako kwa sababu ya heshima unayoitoa katika kujilinda na suala la ngono. Na ndiyo maana tunasema usicheze na mbegu zako. Mbegu zako zinaweza kukuinua kwa namna ya ajabu usiyotarajia, lakini pia zina uwezo wa kukuangusha bila huruma. Hii nilikuwa nakuelezea habari ya mvuto. Unataka mvuto? Tunza mbegu zako, usichezee mbegu zako. Hiyo ni future yako, hiyo ni nguvu yako. Je, ungependa uangalie sehemu ya pili ya kwa nini mwanaume ama baadhi ya wanaume wanakuwa na mvuto kuliko wengine? Usisahau kuendelea kwa pamoja na sisi. Hii ni Faith and Health Ministries. Hata wakati mwingine, Mungu akubariki.